Nimtaja mheshimiwa Daimu ili Mpakate, mheshimiwa Mashimba mashauri Ndaki yajiandayo. Na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti, nami kupata nafasi jioni hii kuchangia hoja iliyoko mezani kuhusu wizara ya nishati. Kwanza kabisa, naomba nimshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sisi watu wa Tunduru, tunamshukuru sana kwa kutuletea mradi mkubwa wa gridi ya taifa wenye thamani ya bilioni mia moja na hamsini tunashukuru sana sana sana. Lakini mwenyekiti, katika mradi huu na changamoto ulikuja kwa kasi kubwa sana, wananchi walipisha maeneo yao tunashukuru, lakini ule mradi umesimama, umesimama kwa muda mrefu zaidi ya miezi minne. Na changamoto ya umeme wa Tunduru inatokana na low voltage, kutokana na umeme wa grid ya taifa kuwa na low voltage, ukifika Tunduru. Sasa kwa kasi ya usambazaji wa umeme vijijini na umeme unayeletwa Tunduru na kugawana na wenzetu na nyumbu mpaka Masasi, unasababisha kukatika katika kwa umeme mara kwa mara. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali na kwa wizara kuweka kipaumbele kabisa cha kuhakikisha kwamba mradi ule unaisha kama ilivyokusudiwa ili adha ya kukatika umeme Tunduru na vijijini hasa vijiji vya jimbo vya Tunduru Kusini iwe ime, imeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, adha hii kwa upande wa jimbo la Tunduru Kusini kuna vijiji vipo mpakani na mto Mruvuma ambao upande wa pili ni Msumbiji wanapata umeme kwa, kwa masaa nane tu. Inawezekana ukawaka kuanzia saa nane mchana, ikifika saa nne usiku ukizima mpaka asubuhi umeme haupatikani. Kwa kweli adha hii, shida kubwa ni low voltage ambayo inasababishwa na, na hii gridi ya taifa ya, ya, ya KV, KV 232 kuto kutosheleza, kwa niaba ya jimbo zima la Tunduru Kusini. Lakini katika hili lazima niwashukuru sana wafanyakazi wa TANESCO, hasa meneja wa mkoa wa Ruvuma meneja wa Namtumbo, meneja wa Tunduru Ndugu Moleli, kwa kazi kubwa sana wanayoifanya kila siku kuangaika kila unapokatika umeme kujua tatizo liko wapi. Kwa kweli kwa upande wa Tunduru, wafanyakazi hao wanastahili tuzo na wanastahili pongezi za hali ya juu kwa sababu wamefanya ile kazi kwa moyo. Mara nyingi umeme wa Tunduru unakatika kuanzia usiku hata mchana zaidi ya mara nne mpaka mara ishirini kwa kutwa. Ili jambo kwa kweli, wenzetu wa Tanesco wanajitahidi kuangaika kuhakikisha kwamba umeme ule unapatikana. Nikija kwenye umeme wa Rea, tunashukuru sana, tumepata miradi ya umeme jazilizi, tumepata vitongoji kumi na tano, lakini mheshimiwa mwenyekiti, nawashauri watu wa Rea wanapoongeza umeme ujazilizi wanaangalia maeneo yale ambazo laini za high tension zimepatikana, ambazo ni mita 30 kutoka kwenye laini. Tunaposema vitongoji havina umeme, maana yake laini hakuna kabisa iliyokwenda katika maeneo yale. Sasa tunajikuta umeme jazilizi tunaenda kwenye maeneo yale yale ambayo laini ya umeme ime- imepita kwa hiyo malalamiko ya wananchi wa vile vitongoji ambavyo havijafika kabisa umeme yamekuwa ni makubwa. Waangalie namna ya ujazilizi huu kuendana sambamba na kuongeza laini za high tension, ili maeneo yale ambayo umeme haujafika kabisa waweze kupata umeme. Lakini kwenye hili hili swala la REA, ninaomba ndugu zangu wa REA hasa Moleli na mwenzake Mrope Hamisi wajitahidi watusaidie. Kuna maeneo ya huduma za jamii, sekondari ya Tuwe Macho haina umeme. Niliongea na naibu waziri, tuliandika barua, naona bado mpaka leo ile sekondari haijapatia umeme. Na tumeongeza pale kidato cha tano na cha sita ikiwezekana mwezi Julai watoto wataanza kwenda pale na shule hili haina umeme. Kwa hiyo tunaomba upelekee umeme pamoja na zaanati ya tue macho ambayo zote hizi zipo katika kitongoji cha Zimamoto. Tunaomba kitongoji kile kipelekee laini ya umeme ili sekondari ya tuemacho ipate umeme na zaanati ya tuemacho ipate umeme. Sambamba na hiyo, tuna sekondari mbili mpya zinajengwa katika kata Ambati, nayo sekondari inajengwa iliyopo katika kijiji cha Mdabwa kitongoji cha Chapakazi laini ya umeme kule hakuna tunaomba tusaidiwe laini iende kule ili shule ile itakavyoanza kazi watoto wawe wanaendana na hali ya kisasa ya shule kuwa na umeme na vilevile katika shule ya sekondari nayo ni mpya pale Mtina tunajenga katika kitongoji cha sauti moja kijiji cha muungano na hapo pale shule ni kubwa ya amali ambayo ina, inategemea kuanza hivi karibuni, lakini bado kitongoji kile ambacho shule ya sekondari ile inajengwa hakuna laini ya umeme. Kwa hiyo naomba sana wizara, watu wa REA watusaidie katika maeneo wa hayo matatu ya huduma za jamii tuweze kupata umeme ili huduma zile ziende vizuri. Kwa hiyo tunaomba sana ili mambo hayo yafanikiwe, gridi ya taifa, kasi ya ujenzi kutoka na mtumbo kuja Tunduru pamoja na ujenzi wa extension pale Tunduru uende kwa kasi mliokubaliana, ili na wenzetu wa Nanyumbu na Masasi wapumzike katika katika kwa umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo nilipenda sana nichangie ni swala la matumizi ya gesi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru sana tunashukuru wizara, mwaka jana tulipata mitungi ya gesi, tumegawa kwa viongozi wetu wa vyama, viongozi wa vijiji lakini ile mitungi haitoshi. Ili kuhamasisha zaidi, tunaomba eh? tunaomba tena tupewe angalau mitungo mia mbili mia mbili kila mbunge aende kugawa kwenye vitongoji kwenye vijiji, ili tuhamasishe matumizi ya gesi. Ili jambo litatusaidia sana, wenzetu wale walioko vijijini kuacha kutumia kuni, kukata miti ovyo, ili waweze kuhakikisha kwamba wanakwenda kisasa zaidi. Lakini punguzeni na bei ya gesi. Bei ya gesi imekuwa changamoto kwa watu wa vijijini kwa sababu bei ya shilingi elfu ishirini na tano kwa kwa kilo kumi na nne kumi na tatu eh ambayo unaweza kutumia kwa muda wa mwezi mmoja, watu wa vijijini wameshindwa kuweza kununua gesi hizo. Kwa hiyo tunaomba angalau ruzuku ile iongezwe, ili wananchi wa vijijini waweze kupata mitungi ya gesi na gesi yenyewe Urahisi zaidi Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hili nitakwenda moja kwa moja kwenye ujenzi wa LNG pale Lindi. Hii itakuwa ni suluhisho maalum kwa matumizi bora ya gesi, kama walivyozungumza wabunge wenzangu waliopita nyuma, gesi nyingi tunayotumia kwenye majumba yetu yanatokana na LNG ambayo inatoka nje ya Tanzania ni kitu cha ajabu wakati sisi wenyewe tuna gesi ambayo tunaweza kuweka katika fomu hiyo ya NLG ikasambazwa nchi nzima. Naomba sana jambo la discussion ya NLG lifikie mwisho, huu wimbo wakilosema kila siku NLG, NLG na matokeo yake hatuyaoni, kwa kweli tunajirudisha nyuma kiuchumi. Naomba sana kwenye jambo hili serikali liangalie kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Jambo lingine kwenye NLG Eh, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba TPDC waongezewe pesa za kujenga vituo vya ku, vya kujaza magari gesi, kwenye magari nimefurahi. Nimeona kwenye bajeti, kwenye hotuba ya waziri, amesema kuna mobile ge, vituo vitakuwepo viwili Dodoma, eh, kimoja Morogoro, na vitatu pale Dar es Salaam. Nadhani bado havitoshi kwa jinsi uchumi wetu unavyokuwa ili kupunguza gharama ya kutumia mafuta tunatakiwa tuweke msisitizo mkubwa kwenye swala ya vituo vya kujaza gesi kwenye magari, ili matumizi ya gesi yaongezeke, matumizi ya mafuta yapungue, kuchechemua uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, nitaungana mkono na mheshimiwa mbunge mmoja alisema, la kwanza tuweke lengo, serikali ndio watumizi wakubwa wa mafuta ya petroli na diesel. Tukiweka malengo ya kuhakikisha kwamba ndani ya miaka mitatu mitano gari zote za serikali zitumie gesi inawezekana na itatusaidia kukuza uchumi wa nchi yetu. Hili jambo ni muhimu sana kwa sababu bei ya mafuta kila siku inapanda bei. Eh, gesi tunaye nchi yetu Energy ikijengwa, gesi itatumika sana kujaza kwenye magari na matumizi ya gesi spidi ya matumizi ya gesi kwenye majumba nayo imekuwa ni changamoto tunaomba mkoa wa Ruvuma Lindi Mtwara matumizi ya gesi majumbani itilie mkazo ili wananchi wafaidike na gesi yao inayochimbwa katika ardhi ya Tanzania nakushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja. asante sana asante sana Mheshimiwa Daimu Idi Mpakate